Dada yangu alitokea katikati ya barabara saa nane na nusu usiku, huyo huyo dada niliyemwacha amelala salama kijijini kwetu kilomita ishirini na tatu nyuma yangu. Ghafa joto lilishuka kwa nguvu kiasi kwamba theluji ilianza kuundwa kwenye kioo changu cha mbele katikati ya mwezi wa Agosti. Nilimwona Amina amesimama bila viatu, akiwa amevaa sanda nyeupe, macho yake meusi kabisa, akielekeza kitu fulani gizani nyuma ya lori langu. Kisha niliinusa harufu nzito ya kuchoma mimea iliyochanganywa na nyama iliyooza. Wale wanaosema hamna uchawi au ushirikina hawajui hawajui kabisa kinachowakabili madereba wa magari ya mizigo ya safari ndefu tunaposafiri katika barabara za kale usiku kati ya vijiji. Hiki ndicho kilichonitokea tarehe 17 Agosti 2023. Ujambo rafiki, karibu kwenye hadithi hii ya kweli ya kichawi. Kabla hatujaanza, tafadhali nifanyie jambo moja tu, na ubofi ya kitufe cha like na kama kuna alama ya subscribe kwenye skrini yako bofya hiyo pia. Asante kwa msaada wako. Tuanze. Jina langu ni Hassan Mtembezi. Mimi ni dereva wa malori ya biashara. Nimekuwa nikibeba mizigo kati ya Mwanza na vijiji vya pwani kwa miaka kumi na moja. Watu wanafikiri madereva kama mimi tunaogopa barabara mbaya au gari kuharibika njiani. Hawajui hatari ya kweli inakuja baada ya usiku wa manane, wakati roho za kale zinatembea. Ilikuwa saa nane na nusu usiku wa Alhamisi, tarehe 17 Agosti. Nilikuwa nikienda na lori langu la Isuzu FVR kutoka Tabora kurudi kijijini kwangu, nikibeba vifaa vya ujenzi. Safari ni kilomita 187 kupitia porini. Usiku ulikuwa wa ajabu na ukimya, hakuna kunguru, hakuna popo, ni mshindo tu wa injini ya gari langu na mwanga wa manjano wa taa zangu za mbele ukikata giza kamili. Miti ya mibuyu pande zote za barabara ilionekana kama mikono ya mifupa ikinyosha kuelekea mbinguni. Nilihisi kitu hakikuwa sawa nilipogundua redio yangu ilikuwa kimya kabisa, si sauti, si mnong'ono, kimya tu cha kifo, ingawa taa ya mbele ilikuwa bado ikiwaka. Nilipoendelea kusafiri barabarani, niliona moto mdogo ukiwaka kando ya barabara mbele, lakini haukuwa moto wa kawaida miali ya moto ilikuwa ikicheza juu, kisha upande, kisha ikijizungusha kama nyoka wazima. Nilipunguza mwendo ili nione vizuri. Simu yangu iliyokuwa kwenye cup holder ghafla ilionyesha saa tisa na dakika 33 usiku, ingawa dakika mbili tu zilikuwa zimepita. Skrini ilipepesuka na wakati huo, kisha iligeuka kwa nyeusi. Nilipokagua kio changu cha nyuma, niliona viumbe vitatu vikisimama barabarani nyuma yangu, mahali nilipokuwa nimepita. Hawakuwepo sekunde chache zilizopita, walikuwa namesimama tu pale, wakiwa kimya kabisa, wakitazama gari langu. Nilidhani labda walikuwa wasafiri niliowakosa kwa namna fulani, lakini barabara ilikuwa tupu kabisa, barabara ambayo nilikuwa nikiitazama mfululizo kwa dakika thelathini zilizopita baada ya kilomita mia tatu nilimwona mwanamke amesimama katikati ya njia yangu alikuwa amevaa kitenge cha jadi chekundu na cheusi aina ambayo wazee huvaa wakati wa sherehe taa zangu za mbele zilipomgusa hakusogea hakutikisika hata hakushtuka kuwa lori la tani tano lililokuwa likimkaribia kwa kilomita 60 kwa saa. Nilipiga breki, lori lililia, lilitikisika kidogo na lilisimama mita moja tu kutoka alikosimama. Nilipotazama juu, alikuwa ameondoka. Hakukimbia, hakuwa kando ya barabara, ametoweka kama moshi. Harufu ilinipata wakati huo, alizeti inayochomwa iliyochanganywa na kitu cha chua na kibaya. Ilifanya koo langu liwake, mikono yangu ilikuwa ikitetemeka kwenye usukani, moyo wangu ulipiga kwa nguvu kiasi kwamba niliweza kusikia damu ikipiga kelele masikioni mwangu. Kabla sijaweza kuchakata kilichotokea, nilisikia sauti kama sauti nyingi zikiimba gizani, maneno ambayo sikuyaelewa lakini niliyahisi mfupani mwangu. Nilikanyaga pedoli ya gesi, lori lilaruka mbele. Baada ya dakika chache, nikiwa kwenye mwendo wa kilomita 94 kwa saa, taa zangu zote zilikufa: taa za mbele, taa za dashbodi, kila kitu, giza la papo hapo. Lakini hapa ndipo hakuna mantiki: injini iliendelea kufanya kazi vizuri beteri ya gari ilikuwa inafanya kazi, taa ya alternator ilionyesha kawaida, lakini hakuna taa zilizowaka. Kisha katika giza lile kamili, niliona taa zikitokezea pande zote mbili za barabara. Si tochi au taa za gari, hii ilikuwa miduara ya bluu na kijani inayoelea kama mita mbili juu ya ardhi. Ilikuwa kama ishirini hivi, ikifuatana na lori langu joto ndani ya gari langu lilishuka haraka kiasi kwamba pumzi yangu ilitoka kama moshi mweupe. Agosti, Tanzania, mahali ambapo joto la usiku halishuki chini ya digrii 20. Nilichukua simu yangu ili nitumie kama tochi. Ilikuwa imeganda kwenye saa hiyo hiyo, saa 9 na dakika 33 usiku. Skrini ilikuwa baridi kama theluji kwa mguso. Nini kinachotokea? Nilisema kwa sauti, sauti yangu ikitetemeka. Ndipo nilisikia mlio kwenye upande wa dirisha la abiria: non no, no, no, kwa mpangilio, kwa makusudi, kwa kuendelea. Sikutaka kutazama, kila kitu mwilini mwangu kilipinga kelele, nisitazame, lakini nilitazama. Dada yangu Amina alikuwa akielea njia ya dirisha langu, sio kusimama, kuelea miguu yake haikugusa ardhi, alikuwa akielea na mwendo ule ule wa lori langu ambalo lilikuwa likisafiri kwa kilomita 40 kwa saa. Macho yake yalikuwa meusi kabisa, hamna nyeupe, hamna rangi, meusi tu, kama giza ambalo lilionekana kumeza giza lililomzunguka. Kinywa chake kilisogea, alitamka maneno ambayo sikuweza kusikia kupitia kioo lakini niliweza kusoma midomo yake: simamisha lori, Hasan, simamisha lori, wanataka kuongea nawe. Nilijua, nilijua kwamba Amina alikuwa salama nyumbani. Nilikuwa nimemuaga kabla sijaondoka saa kumi jioni, alikuwa amelala. Huyu hakuwa yeye. Kiumbe kilichokuwa kimevaa sura ya dada yangu kilitabasamu meno yake yalikuwa makali sana na mengi sana. Mguu wangu ulikanyaga pedali ya gesi kwa nguvu zaidi. Kipima cha mwendo kilipanda hamsini, sitini, sabini kilometa kwa saa kwenye barabara hiyo nyembamba ya porini. Kiumbe cha Amina kiliendeleza mwendo kwa urahisi, bado kikielea, bado kikitabasamu. Kisha taa zangu za mbele zilirudishwa ghafla kwa nguvu, ziliwaka na mwanga kuangaza, na katika mwanga huo mkali niliwaona wote, makumi ya viumbe vikijipanga pande zote mbili za barabara, wanawake, wazee, vijana, wanaume katika nguo zilizochanika, wote wakisimama kimya kabisa, wote wakinitazama nikipita na macho yaleyale yale meusi tupu. Wakati huo nilimwona mtu mwingine katikati ya barabara mbele, mzee akiwa katika mavazi ya sherehe akishika fimbo ambayo ilionekana kumulika mwanga mwekundu. Aliinua mkono mmoja, injini ya lori langu ilikufa. Kila kitu kilisimama: injini, mwendo, hata sauti ilionekana kuchukuliwa kutoka ulimwenguni. Niliketi pale ndani ya gari mikono yangu imefungwa kwenye usukani ambao haukudhibiti kitu tena. Mzee alitembea kuelekea lori langu polepole pole, kwa makusudi. Kila hatua ilionekana kuwa kama milele. Fimbo mkononi mwake iliacha alama za nyayo nyekundu zinazowaka hewani ambazo zilififia baada ya kupita. Viumbi pande za barabara vilianza kusogea karibu, sio kutembea, kuelea miguu yao haikugusa ardhi. Sikuweza kupumua, hewa ilikuwa nzito kama kujaribu kuvuta pumzi ya asali. Kifua changu kilichoma kwa juhudi. Harufu iliongezeka, uozo huo uliochanganywa na mimea iliyochomwa, lakini sasa kulikuwa na kitu kingine, salfa, kama kiberiti cha gesi kinachowaka, lakini harufu kali sana kufanya macho yangu yatoe machozi Mzee alifika mlangoni mwangu, aliinua fimbo yake na kubisha dirisha langu mara tatu. Kioo kilijaa theluji papo hapo, mfumo wa theluji ulioenea juu yake kama video ya kasi ya theluji inayoundwa. Nilisikia sauti yake wazi kama mchana, ingawa midomo yake haikuhama: unabeba kitu kisichokimiliki. Akili yangu ilipiga mbio, mizigo Vifaa vya ujenzi, mifuko ya saruji, chuma cha reba, mbao. Hakuna kitu cha ajabu, hakuna kitu ambayo sikuwa nimesafirisha mara mia. Tafuta kwa kina zaidi, sauti iliamuru. Ndipo niliikumbuka kifurushi kidogo. Foreman katika gala la Tabora alinikidhi kumletea kiongozi wa kijiji kifurushi kidogo kilichofungwa. Alisema ni dawa tu za jadi kaka, hakuna cha ajabu nilikuwa nimekiweka kwenye kifaa cha glavu na kusahau. Wakati huo kila kitu kilitokea kwa wakati mmoja: mlango wa abiria ulifunguka wenyewe kwa nguvu na mshindo wa chuma, kifaa cha glavu kilifunguka, kifurushi kidogo kilichofungwa kwa kitambaa cheusi kilipaa hewani. Kitambaa kilijifungua wenyewe kikizunguka kama utepe ulioshikwa na upepo. Ndani kulikuwa na chungu kidogo cha udongo, labda saizi ya ngumi yangu, kilichofungwa kwa nta nyekundu. Ishara ambazo sikuzitambua zilikuwa zimechorwa kwenye uso wake. Chungu kilianza kutetema kwa nguvu. Muhuri wa nta ulivunjika. Moshi mweusi ulimwagika nje, mnene na wa mafuta, ukijaza gari langu. Ndani ya sekunde moshi uliunda maumbo, nyuso zinalia, mikono inafika, vinywa vinafunguka kwa upana usiowezekana. Nilijaribu kufungua mlango wangu, haukusogea umefungwa kutoka nje na kitu ambacho sikuweza kuona. Kiumbe cha Amina kilionekana kwenye dirisha langu la dereva tena, lakini sasa uso wake ulikuwa ukiyeyuka, ukining'inia kama nta, ukifunua kitu kingine chini, kitu chenye macho mengi sana na kingiwa kilichofunguka wima badala ya mlalo. Umetuleta kwenye makutano Kilisema kwa sauti kama chuma kinachosagwa. Sasa unalipa gharama. Viumbe vyote vilivyozunguka lori vilianza kuimba maneno yale yale tena na tena, yakizidi kusikika, yakijenga hadi kilele kilichofanya fuvu langu litikisike. Joto lilikuwa lisilostahimili, sasa baridi na kuchoma kwa wakati mmoja. Niliweza kuona theluji upande wangu wa windscreen wakati kioo cha nje kilionekana kupinda kutokana na joto. Niliona vitu zaidi visivyowezekana kwa haraka. Nilijiona mtu kama mimi kioo cha nyuma, lakini ulikuwa ukisogea bila kutembea, nikisema maneno, kimbia, kimbia, kimbia. Usukani ukiyeyuka chini ya mikono yangu, ukiwa laini na kubadilika kama udongo barabara nje ya windscreen yangu ikipasuka, ikifunua si udongo bali shimo la nyota na giza ambalo lilionekana kuendelea milele. Matoleo mengi ya mimi wenyewe wakisimama nje ya lori, wote wakipiga kelele, wote wakijaribu kunionya juu ya kitu ambacho sikuweza kusikia. Sikuweza kufikiri, sikuweza kupumua, sikuweza kuchakata nini kilikuwa halisi tena. Maono yangu yalianza kupungua, madoa meusi yalionekana kwenye kingo. Nilikuwa kukupoteza fahamu au kufa au kitu kibaya zaidi. Hiki ndicho kinachonimalizia, si ajali, si ugonjwa, bali kuliwa na kitu ambacho sikukifahamu, kitu ambacho hakikuwepo. Wakati tu nilipofikiri nimepotea, wakati fahamu ilipoanza kupotea, nilisikia sauti mpya, injini ya pikipiki piki. Ikizidi kusikika ikija karibu kupitia machafuko na moshi na maumbo yasiyowezekana. Niliona taa ya mbele ikipasua giza, taa moja ng'aa, ya kawaida nzuri ya mbele. Pikipiki iliteleza na kusimama kando ya lori langu. Mwanamke mzee alishuka. Alikuwa kama na miaka sabini angalau, lakini alitembea kwa ukakamavu na nguvu za mtu wa nusu umri wake. Alivaa ushanga wa mganga wa jadi shingoni mwake na kubeba mkoba wa ngozi begani mwake. Aliitazama machafuko yaliyozunguka lori langu, viumbe moshi, mzee na fimbo yake, na alitabasamu. Siyo tabasamu la upole, tabasamu la ujuzi tabasamu ambalo lilisema, nimeshughulika na wabaya zaidi kuliko wewe. Mzee alimuita mzee yule, huyu yuko chini ya ulinzi, unajua sheria. Uso wa mzee ulipinda kwa hasira. Anabeba chombo, amelileta kwenye makutano, ni wetu. Yeye ni mbebaji wa hiari, alijibu kwa utulivu. Hakujua. dhambi ni ya yule aliyemdanganya, sio yeye. Alinyosha mkono ndani ya mkoba wake na kutoa furushi dogo la mimea. Aliiwasha kwa kibiriti. Moshi uliopaa kutoka kwake ulikuwa mweupe safi na unanukia kama mkaratasi na mvua. Alianza kutembea kuzunguka lori langu kwa mduara, akiimba Kiswahili cha kale ambacho sikuweza kuelewa. Na kila hatua, viumbe vilirudi nyuma. Moshi mweusi kutoka kwenye chungu cha udongo ulianza kupenya Mzee aliinua fimbo yake, mwanga mwekundu ukipuliza kwa nguvu zaidi. Unazidi mganga, hii ni eneo letu baada ya usiku wa manane, na bado alfajiri na karibia, alisema akielekeza mashariki. Niliitazama kwa mbali, niliona utajivu ilikuwa ikitokezea upeo wa macho. Nilikuwa nimefungwa hapa kwa masaa ingano ilionekana ni dakika Mwanamke mzee alinyosha mkono ndani ya mkoba wake, akachukua chungu cha udongo kwa mikono yake tupu. Ingebidi kimteketeze kimtende kitu, na alivunja chini. Chungu kilivunjika, kitu cheusi na kisicho na umbo kilijaribu kutoroka, lakini moshi wake mweupe ukikikamata, ukikizunguka na kukiteketeza. hali yakuna mabadiliko yalikuwa ya papo hapo. Viumbe vilipotea kana kwamba hawakuwepo kamwe. Joto likarudi kawaida. Kiumbe cha Amina kilipotea katikati ya kilio. Mzee na fimbo yake waliyeyuka kuwa ukungu. Injini ya lori langu iliwaka ikiwaka kwa jaribio la kwanza, taa zilirudia. Skrini ya simu yangu ilionyesha wakati sahihi, saa kumi na dakika 47 asubuhi. Mwanamke mzee alitazama kupitia dirisha langu, rudi nyumbani Hasani na mara ijayo, mtu akikuomba kubeba dawa za jadi, mwombe akuoneshe kilicho ndani kwanza. Wewe ni nani? nilijaribu kuuliza, sauti yangu ikitetemeka. Mtu anayejua barabara za kale kuliko roho za kale, alisema. Sasa nenda, una familia inasubiri. Alipanda pikipiki yake na kuondoka gizani, kuniacha nimekaa kwenye lori langu nikitetemeka, nimejaa jasho, lakini ninaishe nilifika kijijini saa kumi na moja na dakika ishirini na tatu asubuhi, wa wakati wa adhana ya kwanza ilipoanza. Tukio lote lilichukua masaa mawili na dakika hamsini na mbili ingawa lilionekana ni maisha yote. Nilipofika, Amina alikuwa jikoni akitengeneza chai. Alitazama na kuniangelia akichanganyikiwa. Hasan, unaonekana umechoka vibaya, nini kilitokea? Sikujua jinsi ya kujibu. Uzoefu huo ulibadilisha kila kitu kuhusu jinsi ninavyofanya kazi. Sikubali tena vifurushi nisivyoweza kukagua kwanza. Ninaepuka barabara za kale masaa matatu kabla ya alfajiri, ndipo wanapokuwa na nguvu zaidi, kati ya saa nane na kumi na moja asubuhi na daima ninabeba mimea ya ulinzi iliyobarikiwa na mganga wa kweli ndani ya lori langu. Kama wewe ni dereva, kama unasafiri usiku, angalia vifurushi unavyokubali, angalia ni nani anakuomba fadhila, na kama utawahi kuona viumbe vikisimama barabarani saa tisa na dakika 33 usiku, chochote kifanye, usisimame. Vitu vingine ni bora kuachwa bila kusumbuliwa. Tangu usiku huo nimemwona mwanamke mzee mara mbili zaidi, daima kwa mbali, daima wakati kitu cha ajabu kinapoanza kutokea barabarani. Hasemi kamwe, tu anatikisa kichwa, na chochote kilichokuwa kinaanza kutokea kinasimama. Sijui jina lake, sijui kama ni mwanadamu hata au kitu kingine kinachohifadhi kutoka kwa vitu vya giza zaidi lakini ninashukuru alikuwepo usiku huo, kwa sababu sasa najua hatuko peke yetu kweli kwenye barabara hizi za kale. Kwa kila kitu cha giza kinachotuinda, kuna kitu cha kale zaidi, cha nguvu zaidi, kinachotazama wale wasiostahili laana. Ujuzi huo hauniogofi kidogo, lakini unanifanya niwe mwangalifu zaidi, na wakati mwingine usiku mrefu zaidi. Hiyo inatosha. Kama umepitia kitu sawa kwenye barabara za usiku, jua kwamba huko peke yako. Njia hizi za kale zinabeba kumbukumbu na nguvu tulizosahau, lakini ambazo hazijatusahau sisi. Asante kwa kutazama. Endelea kuwa salama huko nje, hasa baada ya usiku wa manane.